Saba. Shekhe Mkwamba kutoka Tanga sasa yupo jijini Arusha Villa Hotel, atafanya dua maalum kwa wanaosumbuliwa na maradhi na changamoto zote za kimaisha. Mpigie simu, mpigia simu namba 0678121625 au WhatsApp namba 0752388329 kwa walio nje ya Tanzania. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yakazia kilimo, biashara Samia haidi kuendeleza kutoa ruzuku, asema hatachoka kusaka masoko, asisitiza kuweka akiba kwa ajili ya bima ya afya. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Tanzania mguu sawa kuanza mradi Mchuchuma Liganga ni sehemu ya miradi minne ya mpango mpya wa maendeleo, habari katika ukurasa wa saba. Moto wa kibatari wateketeza nyumba mzee afa. Habari katika ukurasa wa saba. Dokta Mwinyi haidi mradi wa bilioni 64 maji Unguja. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika majaliwa na fahamu ni ya Samia kwa Tanzania. Habari katika ukurasa wa tatu. Makini kutoa ardhi kwa kila kijana akopesheke benki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo, mikononi mwangu ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele: uvamizi nyumba ya mjane mapya yafumuka. Mawakili wa pande zilizovutana wafunguka, kiini cha mgogoro, serikali sasa yaingilia ya kati, yawaita waita mezani, polisi yaanza kuchunguza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano wa gazeti hili habari picha. Picha kubwa nyumba iliyopo Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambayo alisiralamika anataka kuporwa. Picha nyingine ni matukio wakati watu waliovamia na kumtoa nje wakipambana na wanafamilia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano. Gazeti hili limeandika Samia Majaliwa ataendelea kutumikia serikalini. Habari katika ukurasa wa nne. Mbio za ikulu na hadi zilizoibua mjadala nchini. Habari katika ukurasa wa pili. Nukuu ya mgombea wa urais inasema, pale Ikulu nitachimba bwawa la mamba, wale mafisadi wote watatumbukizwa humo kuliwa hadi kuisha na nguo zake fisadi mtazikuta zimewekwa hapo kama ushahidi wa hilo kujua kuna mtu aliyetumbukizwa humo. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. mwaka elfu mbili na ishirini na tano na sura halisi ya wanawake na uongozi, habari katika ukurasa wa kumi na nane Mutarika aibuka mshindi Malawi, Chakwela akubali. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lilongwe, rais wa Malawi Razalus Chakwera amekubali kushindwa katika uchaguzi mkuu wa urais dhidi ya mpinzani wake. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu. Trump au ambogo UN Palestina mpya njiani. Habari katika ukurasa wa sita na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wasira: tuidhirishie dunia tunataka uchaguzi, asema inatazama kuona watakojitokeza kupiga kura, ahimiza wana CCM wawe mstari wa mbele kuwaonyesha wengine umuhimu huo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Anayehoji utu wa Dr Samia anatukoroga, habari katika ukurasa wa nne maabara ya tume ya madini yavuka lengo, habari katika ukurasa wa tano. Gazeti hili likisema maabara ya tume ya madini imevuka lengo la upimaji wa sampuli za madini kwa mwaka wa fedha ulioisha Juni thelathini, elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano baada ya kupima jumla ya sampuli elfu saba mia sita themanini na nne dhidi ya lengo la elfu sita mia nane Serikali yaondoa VAT vituo vya gesi vya CNG, habari katika ukurasa wa nne. Mwenye kuendelea kuweka uwiano wa maendeleo Zanzibar, habari katika ukurasa wa tatu. Serikali ya ACT wa Zalendo Zanzibar kushughulikia mikopo habari katika ukurasa wa pili. Alijaribu kumua Trump apatikana na hatia habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili medika CCM na msako wa kura kupitia makamu wake Stephen Wasira habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lukiza Autism Foundation na kukaribisha tena msimu wa nne uharambee ya chakula cha usiku cha autism awareness fundraising galadina itakofanyika Jumaa ya tarehe 28 Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam. Rangi za shughuli ni bluu na dhahabu. Lengo kuu ni kutengesha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali na walezi wa vituo vya kulea watoto wadogo kuhusu dalili za usonji. Mradi wa ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji nua tiketi yako kupitia www.tzmgaradina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Mchango ni kiasi chochote kile kupitia Selcom lipa namba 61051892. Gazeti ni pashe mwango jamini nalo mikononi mwangu lenye limeandika dawa zinavyogeuka somo ndani ya mwili, wataalamu waorodhesha maradhi ya dawa za maumivu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, nukuu ikisema, ukielekezwa kutumia dawa kila baada ya saa sita, inamaanisha unapaswa kuimeza mara nne kwa siku, kwa usawa kwa muda. Ukizidisha au kupunguza, unaweza kupoteza ufanisi wa dawa na kuharibu mwili wako. Tiba ni mnyororo, ukikatika, dawa haifanyi kazi. Hii ni nukuu ya mfamasia habari picha inaonyesha figo na moyo. Dkt Samia anitaendelea kumtumia majali Mwinyi. Mwinyi aibukia sokoni. Othman akomaa na ardhi. Dayo aliye na elimu. Habari katika ukurasa wa pili, ukurasa wa tano pamoja na ukurasa wa saba. Mwabukusi awajibu mawakili wa serikali. Habari katika ukurasa wa tano. Ilani za vyama zamulika ufisadi, haki na maadili. Habari katika ukurasa wa 18. Uinnn, lakini pia gazeti hili limeandika mbu wabadili mbinu wa uma mapema, sumu wanazikwepa. Habari katika ukurasa wa nne. Hatimaye mradi wa mchuchuma liganga waanza baada ya miaka ishirini na tisa habari katika ukurasa wa nane, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti nipashe mwanga wa jamii. Tunatazami sasa gazeti Mwanahalisi, ninalo wa mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni lisu moto, mashahidi moto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kuna mambo yataibuka na kushtua jamii. Kwa mfano fikiria wale raia wawili wa Kenya na Uganda wanaolalamikia kufanyiwa matendo maovu na vyombo vya dola, unategemea ushahidi wao utakuwaje? ndani wa taarifa hii katika ukurasa Polepole, wa pili Polepole paswa kichwa ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa sita, ndugu yake ikisema siwezi kwenda polisi kuhojiwa kwa kuwa wamenitelekeza nchini Cuba, huku wakitaka ni ripoti Dar es Salaam hakuna mtu mwenye serikali anayeweza kunitafuta akanikosa. David Misime nukuu yake ikisema tumefungua jalada la uchunguzi tangu Julai 2025 na tunaendelea kuchunguza tuhuma zinazotolewa na mwanasiasa huyo, tunamhitaji afike ofisini kwa mahojiano. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Habari picha ni ya Humphrey Polepole pamoja na David Misime. Makonda aumbuka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo a mikononi mwangu, lenyewe limeandika Dkt Samia atikisa Lindi, apata mapokezi ya kishindo mkoani humo. Baada ya mikutano yake ya kampeni kufunika Ruvuma na Mtwara, ameeleza wananchi maendeleo makubwa yamefanyika sekta za afya, maji, umeme, kilimo, barabara na kuahidi kutatua changamoto za wanyama waharibifu undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Jitokezeni wengi kuonyesha dunia Tanzania kuna uchaguzi wa Sira. Habari katika ukurasa wa pili, Mwinyi kuboresha hospitali za Pemba, habari katika ukurasa wa pili nchi. CCM inajivunia uzoefu wa kuongoza nchi, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima, pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti mwanahabari linalo mikononi mwangu, lenye limeandika nape wararua wanaohoji utu wa Samia asema atakuwa na dhamira ya kuwakoroga Watanzania, waomba wasikorogeke. Samia achambua wa miradi ya maendeleo, amtaja Majaliwa sehemu ya utekelezaji. Habari katika ukurasa wa pili. Uchambuzi wagombea, tumieni kampeni kuhubiri amani, umoja. Habari katika ukurasa wa sita. Wasira, tuidhirishie dunia tunataka uchaguzi. Habari katika ukurasa wa tatu. Watakawana CCM kujitokeza kwa wingi Oktoba 29 mwaka huu asema dunia inatazama Tanzania kuona idadi ya watakaojitokeza kupiga kura. Wana CCM wawe mstari wa mbele kuonyesha wengine umuhimu wa kufanya hivyo. Majari wamtangaza mtangaza Dr. Samia Ruangwa. Habari katika ukurasa wa pili. Samia aikuamua sekta ya nyumba. Habari katika ukurasa wa saba, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanahabari katika ukurasa wake wa mbele. Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi, linywa katika ukurasa wake mbele, limeandika tutaendelea kuifungua Pemba kimaendeleo, Dr. Mwinyi habari katika ukurasa, ukurasa wa pili. Dr. Samia kuchapuza huduma za kijamii Lindi, habari katika ukurasa wa tatu. Osman ahidi kubadili mfumo wa elimu habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi ujenzi wa miradi ya maendeleo unazingatia uyano, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. ADC ya jana shibe kwanza, habari ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, habari picha ikimwonesha mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kupitia chama cha mapinduzi CCM, akitembelea soko la chake chake, kuangalia bei za bidhaa kabla ya kuzungumza na wajasiria mali wa soko hilo. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, gazeti mwanasporti ninalo mikononi mwangu lenye limeandika moto maxi, kuma, bala, yanga ya ilipua Pamba Jiji. Habari katika ukurasa wa kumi, matokeo akiwo ni Yanga tatu Pamba Jiji sifuri, mchezo uliopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapo jana. Ushindi mnono, Yanga inakuwa timu ya kwanza msimu huu kushinda kwa idadi kubwa ya mabao. Mechi ya mambo matatu, habari katika ukurasa wa pili ni Simba dhidi ya Fountain Gate saa moja kamili leo Alhamisi. Gomez Osims watajwa Msimbazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili fina mdogo mdogo. Habari katika ukurasa wa kumi na saba. Gazeti hili limeandika teta geuka mbogo. Premier League Newcastle United dhidi ya Arsenal, Septemba 28, St. James; Arsenal dhidi ya West Ham ni Oktoba 4, Emirates, wakati Arsenal pia watakuwa na kibarua na Fulham Oktoba 18, na hili limeandika gazeti hili. Fountain Gate, mambo ni yale yale. TBL kesho Ijumaa, Tanzania Prisons na KMC, saa kumi kamili jioni, sokoine mbea na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika, Simba Fountain Gate hapatoshi kwa Mkapa. Samia, michezo ni fursa ya ajira. Gamondi apiga mkwara ligi kuu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Miki awapasomo kwa waigizaji wa kike wa habari, katika ukurasa wa ishirini na moja Jokate aipongeza serikali wajali wasanii, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Simba Sports Club yaipania Fountain Gate FC. Matola afunguka, wanataka kuanza ligi kwa kishindo. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Mirambo ateuliwa kumrithi Kidao TFF. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Gazeti ile imeandika alisifia bao lake. Habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii, na gazeti hili linakamilisha rukuuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa, Toka Zamani Tv. Asante na kwa heri kwa sasa. Shekhe Mkwamba kutoka Tanga sasa yupo jijini Arusha, Villa Hotel, atafanya dua maalum kwa wanaosumbuliwa na maradhi na changamoto zote za kimaisha. Mpigie simu namba 0678 121 625 au WhatsApp namba 0752 388 329 kwa walio nje ya Tanzania.